ya mzungumzaji huyu, nimeambiwa kwamba huyu ndiye mwanafunzi bora wa Salim Barahiani na nimeona nitoe jawabu ya maneno yake haya, kwa sababu ni maneno ya kupotosha uhakika, na vile vile, huyu mzungumzaji ilipasa kwanza akasome kuna kaso kwa sababu mtu akizungumza anakosea ya makosa ya kuteleza inakuwa ni hafwa hafua tiliwi ndani yake, lakini mwingine hufanya makosa ya kuonyesha ujinga wake. Sasa huyu ni wa hili kundi la pili, kwa makosa yake anaonyesha kwamba huyu ni mjinga, bado hajapevuka katika masuala ya elimu, Haifai kuwekwa mbele ya waislamu akazungumza, na utayaona hayo biidhnillahi taala katika klipu yake hii ambayo tumeipata. Na jingine la muhimu sana ni kuwazindua ahlul istiqama asabu zetu kwamba chochote kile unachokisikia kupitia pinzani wasikishughulikie wanatakiwa kukirejesha kwa wanavyuoni wa ahli lhaq walistiqama alibadiya. Mengi yamezuliwa ya uongo ya dhidi ya ahli lhaq walistiqama alibadiya, na yamo katika vitabu vya maimamu wakubwa sana katika safu za ahli sunna waljamaa. Kwa maana hiyo tujihadhari, si kila linalosemwa huwa ni kweli, na taban tunajua zote wanajua wa jamii eh. Kwa maana hiyo tuje tumsikilize huyo anasema nini. Hayo utaikuta katika kitabu gani? utaikuta katika kitabu kinaitwa Al-Istiqama tu, kitabu cha istiqama. Taalif mtungaji nani? Abu Said Muhammad ibn Said Al Kudami Al-Imam Abu Said Al-Kudami, na sio Al-Kidami kama alivyosema yeye. Jina lake ni Muhammad bnu Saidi, marufu Alkudami, na katika vitabu vyake imeandikwa hivyo, Al-Imam Abu Saidi Muhammad bnu Saidi ni Al-Kudami, rahimahullahu taala, radi anhu. Ama ukifuatilia tarjama yake huyu, kabila lake ni Naibi, kabila yake ni Naibi. Naye ni mmoja katika maimamu wakubwa katika safu zetu za ahlilhaq walistiqama alibadhiya, bali wanavyoni wetu waliofuatia baada yake wakiandika kwenye vitabu vyao imamu lmadhhabi, basi huwa anakusudiwa yeye huyu e, alimamu abu said Muhammad bnu Said Al Kudami ana vitabu ameandika mion, miongoni mwa vitabu hivyo ni kitabu kinaitwa Alistiqama na kitabu kinaitwa Almutabar na viko vingine ambavyo ameandika e, Alistiqama taweza kuona hapa, nafkiri tunakiona sote hiki hapa, Alistiqama eh, na kuona chapa hii hii ya kwa gamba jingine za rangi nyekundu. Eh, e, tuendelee kumsikiliza anasema eh, kwa tarehe al-Imamu huyu ni katika wanavyoni wetu wa karne ya nne hijiria karne ya nne hijiria katika wanavyoni wa zamani eh kama tulivyosema katika muhadhara uliyopita Abu Said kitabu istiqama naona inaitwa ni watu ahlul haqq wal istiqama sio katika kitabu cha Istiqama Abu Sa'id Al Kudami huyu ni mmoja katika ulamaa ul madhhab, bila munazaa, kama anavyosema mufti wa Ibadi katika kitabu chake, katika ono chuoni ambao ndio ono chuoni mama

Kama tunavyoona hapo katika e, chapa ya kitabu ilivyoandikwa, imeandikwa ma yuharabu, ma yuharabu alaihi taban. Pia e, wachapishaji wa kitabu inaonyesha wazi kwamba e, walikosea, kuna kosa hapo katika hilo neno yuharabu. E, kuna kosa la wazi kabisa, na sahihi ni kwamba hiyo ya uhapo

Inaonyesha huyu hatofautishi baina ya fiil mabnu lilmajhul na fiil mabnu lilmalum, na nasi ya lugha ya kiarabu ikiandikwa, anashindwa kutofautisha yeye kujua kwamba je, hichi kitendo hapa ni mabnu lilmalumi au mabnu lilmajhuli lima. Yeye amesoma katika siha ya mabnu lilmajhuli na fiil ipo katika sigha ya mabniyun lilmalumi. Eh, faqabila hadhihi shahadata na eh, natarajia makosa haya katika tarjama yake baadaye tumsikiliza. Kana indana, kana indana, eh, kana indana bidhalika qabila lima la yajuzu lahu qubulu, ili kosa kosa baya sana <laughs> kana indana bidhalika qabila lima la yajuzu lahu, amesema yeye qubulu, na ile ni kosa. Hakuna qubulu, qabulu e, qabulu nasiyo qubulu e. Kana indana bidhalika qabila lima la yajuzu lahu qabuluhu, nasiyo qubulu kama alivyosoma yeye wa whalika bidhalik walau lam yaalam ghaira dhalik. Akitabu hiki msikiliza na fasili hapa maneno alafu msema kwamba tonukuvita mwanachuoni welu Abu Saeed katika wanachuoni wakubwa wa kibali, msikiliza anavyosema na anathibitisha kwamba wao wanaotetea ahlulharawani Waislamu wakahalalisha Waislamu na wakafanya kadha kadha vitu kama hivyo. Sasa sisi tukiozungumzia hii tunawapotea, acheni kundi hilo me, hapo tumepotea katika hali hii msikilize. Sisi tunamwambia kwamba sisi, sisi tunawaona wao wamepotea na tuna dalili za wazi kabisa vipi? Kwanza wao hawa wanaitakidi ulazima kuonekana Allah mtukufu na itikadi hiyo ni itikadi ambayo Allah mtukufu kashetia dosari kwenye kitabu chake. Ni itikadi ya wapotevu wa Bani Israil waliolazimisha itikadi yao kwa kumwona Allah mtukufu pale walipomwambia mtume wao Musa, lan nu'mina laka hata nara llaha jaharatan, hatutakuamini wewe mpaka tumwone Allah wazi wazi. Kwa maana hiyo itikadi ni itikadi pofu kwa mujibu wa Qur'ani tukufu na sahihi ni kwamba Allah mtukufu amejitakasa na uwezekano wa kuonekana pale alipotuambia kwenye kitabu chake, la tudrikuhul absaru, macho yeye hayamwoni. La pili, hawa ndugu zetu wanaitakidi kwamba wao hata wakifanya makosa namna gani, madamu wao ni la ilaha illa Allah, basi pepo ni yao tu, watasamehewa makosa yao, na wanaamini hadithi ya mezani hadithi ya mezani, hadithi ya Aa, hadithi ya kadi katika mizani. Sawa, kwamba atasamehe watu hao hata wafanye makosa namna gani na hata wasitubie, basi pepo ni yao. Itikadi ambayo Allah mtukufu shia dosari kwenye kitabu chake, pale alipotuambia fakhalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba yakhudhuna arada hadhal adna wa yaquluna sayughfaru lana, na walifuatilia baada hao hao walifuatilia walirithi kitabu wakawa wanachukua pato hili duni, kisha wakawa wanasema tutasamehewa tusie. <laughs> Sawa, kwa maana hiyo anatueleza Allah mtukufu kuhusiana na Ahlulkitabi Mayahudi baada ya Musa kuondoka na kufariki. Baada yake kikaja kizazi kibaya, kizazi ambacho kilirithi Taurati halafu tena ikawa kazi yake ni kuchukua pato la duniani wana wanapendelea wana, wana, wana madhalimu, wanapendelea madhalimu, wanaiacha haki kusema la haki, wanachukua kwa kupata pesa na mapato ya dunia na mengineyo, e, kisha wanasema tutasamehewa tusiye. Ndio itikadi yao hawa, imetolewa huko huko, wameingiziwa kwa njia ya hadithi. Sawa eh? Haya, kama hamkusamehewa, je, moja kwa moja wakasema, dhalika bi annahum qalu lan tamassana an naru illa ayyama ma'dudat. Hayo ni kwa sababu wao wamesema, sisi hautatugusa moto isipokuwa siku chache. Naitikadi tikadia ni hiyo hiyo, atakidi hivyo, ikiwa akusamehewa, moja kwa moja wakiingizwa katika moto, basi watadhibiwa kwa muda tu basi, kisha watatolewa, wanavyoitakidi. Wa ya billahi. Sawa, na manhaji ni ile ile. Allah mtukufu katueleza kwenye kitabu chake, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, na yakawadanganya yakawapumbaza katika dini yao yale ambayo wanayazua wenyewe, wamejizulia wenyewe, wakapanga mariwaya yao na wakuu wao wakaachana na uongofu wa Qur'ani. Sawa. Halafu, wanapotea wazi kabisa. Allah mtukufu katuambia kwenye kitabu chake, ameumba kila kitu Sawa. Vipi ukiwaambia je, Allah mtukufu ameiumba hii Qurani? <laughs> Qurani tunayosoma tunakubaliana zote kwamba ni maneno ya Allah mtukufu, tunakubaliana zote kwamba ni maneno ya Allah mtukufu kuanzia Al-Fatiha mpaka sura An-Nas, yote tunakubaliana hivyo. Lakini je ni miongoni mwa viumbe vya Allah mtukufu au la? Wao wanasema hapana, si miongoni mwa viumbe vya Allah mtukufu Bali wanazua uongo, zura na buhtana nasema kwamba ni sifa katika sifa za Allah mtukufu. Hali ya kuwa Qur'ani hii ni athari ya kusifika Allah mtukufu kwamba yeye ni msemaji. Kwa maana upotevu wao uko wazi kabisa, wanamkataa Allah mtukufu, wanamkanusha hivi hivi wazi wazi, wanaitakidi kwamba Allah mtukufu hajaumba kila kitu, wanapingana na Allah mtukufu, sawa na mengine mengi, hatuna haja kuyataja hapa. Yatosheleze kwamba wanaitakidi Mungu wao yuko juu, yu amekaa kitako Eh, juu ya arshi amebebwa na malaika eh, na malaika wengine wamemzunguka tena, kwa umbali masafa wa mwendo wa farasi wa miaka elfu tano tu elfu kumi hivi basi, ambao ni uongo wa wazi kabisa, kwa sababu masafa hayo bado weye, eh, hata baadhi ya nyota hujazifikia katika hizi nyota tunazoziona usiku, sawa. Stafirullahi eh. Tutaelezia wakati mwingine mapofu yao katika madhhabu yao. Haa, ni machache tu, natoke yaeleze kama hivyo kupitia Qurani tukufu, mtaweza asubutu. Sawa, tunaendelea. Maana kama kuna, kuna, kuna, kuna wataka wengine waje katika upande wa haki, tunawaambia wao, achaneni na kundi lenu hilo, utaangamia. Njooni katika safu za ahlilhaq wal istiqama al ibadhiya. Tuendelee, nasemaje

Nasikia maanake hata nas ilivyoandikwa hajaifahamu aslan. Fatadhaharat minhu lakhbaru, yani, khabari zikakubaliana tena nyingi kwake, zikakubaliana khabari nyingi sana kwake, min jamii ahli lmisri, kutoka kwa wakazi wote wa mji ambao yeye yumo ndani yake, yeye hata kutoka Misri zikamjia <laughs> habari kutoka Misri. Wallahi, vipi hata mtu kama huyu wewe utaweza kukubali um, tarjama zake? Au vipi utakubali wewe darsa zake aslan, wakati hata maneno ya kiarabu ya kuandikwa fahamu kitu gani kimeandikwa. Tena kwenye kitabu imeandikwa min ahli misri kwa alif na lam nake ni muarraf, inarejea katika katika min al-amsari, yani makusudi ni ule mji ambao mtu um, yupo ndani yake habari zikamjia kila upande katika mji ule. Sawa, yalla, tuendelee, msikilize anna ali min abi talib qatala ahla naharawan, Ali kwamba aliouua ahla naharawan ala alhaq, na Ali alikuwa katika haki kukuua ahla naharawan ambani mahawariji wa annahu mubtiluna fi muharabatihi, na hakika hawa mahawariji ambani ahla na Ali, kwa sababu walikuwa, walikuwa na Ali mwanzo mwisho akajitenga na Ali, kwa sababu Ali amekuwa ni suru. Na kwamba wow, wao wako katika haki kwa kujitenga na Ali, wako katika batili kwa kujitenga na Ali, na wakaenda katika sehemu ya haruria au harura, wala mtabluhum alakhbar fi asli ma yuharibuna alay. Huyo mtu aliyokulia Iraki au wapi habari haijafikia kuhusu asili. Kwa nini una na Ali hajui wala ala asli ma atazalu anhu wala hajapata habari kwamba kwa nini sisi tumejitenga tukamkataa Ali, hajui huyu mtutab e, nas inaeleza hivi zamani, na sababu yeye ye, hafahamu kitu gani kimeandikwa aslan, ukisoma kimemshinda, sawa. wala mtablughu alakhbaru na khabari yeye hazijamfikia fi asli maharabu alaihi, katika asli ya kupigana kwao vita juu yake kitu gani kilitokezea hasa asli yake kupigana pamoja vita wao kwa sababu, inajulikana kwamba kwanza hawa walikuwa katika safu za imamu Ali bin abi Talib na, na walipigana vita na Muawiya sawa haikumjia au useme kwamba asli ya kupigana vita ambavyo walipigana juu yake wao na Ali bin Abitalib, hawakujua sababu gani zilipelekea hata wakapigana vita. wala ala asli ma atazalu anhu fihi, wala katika asli ya sababu gani hasa ilitokezea mpaka wao wakajitenga naye pia haikumfikia. Ehe, endelea ila anahu shuhira hadhihi fi jamii ahli Misr, lakini jambo limekuja mashuhuri katika watu wote wa sehemu hizo. Jambo limekujaje? Imekuja an aliya uwa lmuhiq, kwamba Ali alikuwa mwenye haki fi qatli ahli Nahrawan, kwa huwa watu wa ahli Nahrawan wahum nawahamakhawariji wa mwanzo hawa, ambao walipigana na Ali nakujitenga kwamba mubtiluna walikuwa katika batu, akaitajimihizi aka faubila hadhihi shahada, ushahidiu ukakubaliwa. Bani makosa makubwa sana yee amefanyia hii ye, amesomaa faqubila. Sawa, kisha akaitarjimu huyo kwa maana ya kubila, maana ushahidi ukakubaliwa. la hii faqabila, yani huyo nashihuyonashi faabila, akaikubali akakubali ushahidi huo uliomfikia yeye kutoka kwa watu wa mji wake wote, ukubaliana e, kwamba Ali bin Abi Talib yuko katika haki na wao katika batili, bila ya kujua aslan, asli yake litokezea ya vipi na mambo gani litokezea. Yeye akafuata kafu, kafu, mkumbo tu. Sawa sawa, mefahamika vizuri. Fakabila, akakubali habari a min ahli naharawan na, akajitenga, akajitenga na ahli naharawan haiashui u wabaria min ahli naharawani, na huyo mtu akajiepusha na ahli naharawani, haya mahawaraji wa mwanzo, ala hadhihi shuhra, kama nimekuja mashuhuri, ikabidi kwamba kumbe hao ahli naharawani mahawari wako katika upotovu na Ali yuko katika haki, kupigana nao kwa sababu wamemkataa Ali. Ikiwa hivi kana indana bidhalika, huyu mtu akiwa na itikadi hii kwamba Alii yuko katika haki na ahlu na harawani waliopigana Ali baada ya kujitenga na Ali, Ali alipokubali sulu wao kakataa kwamba sasa Ali yuko katika haki eti na wao wako katika batu. Ukiwa na itikadi hii ukakubali, kana indana bidhalika, qabilan lima la yajuzu lahu qubul kukubali hilo. Wa hali kadhalika, akikubali jambo la makosa na dhalik, hata kama atakuwa ni sahihi kabisa, ndio habari iliyomfikia kwanza. matatizo yote Sawa so, anakwambia Sheikh Abu Saeed Al Kudami anakwambia, la takfu ma laisa laka bihi ilmun, usifuatilie jambo ambalo huna elimu nalo. Kama ilivyokuwa wewe hupasi kuhukumu kwamba Ali bin Abi Talib yupo katika haki, vile vile hupasi kuhukumu vile vile kwa Ahlun Harawani kwamba katika haki. Sawa so, unatakiwa kwanza uhakikishe ujue sababu gani hasa zilipelekea hawa Ahlu Naharawani kupigwa vita na Imamu Ali bin Abi Talib, hujue sababu zake, sio ujitokezee tu hukumu kwa ujinga wako na kufuata watu, haitakufaa kufu, kitu nafsi ni sahihi, haina matatizo yote. Lakini awa ndugu zetu wamekumbwa na maradhi ya kupendelea kitu, madamu kafanya Ali lazima kiwe haki la Hakuna lazima huo. Ali si maasum, ma inawezekana akakosea, inawezekana akaingia katika batil, kaman lazima wewe uhakikishe, ni damu za watu hawa. Sawa, na mnasaba wa nassi hii kwamba Imam, Imam Abu Saidini Al Kudami rahimahullahu taala radhia anhu alikuwa anaelezea njia za kuweza kuchukua hukumu ya baraa. Kisha akaelezea njia ambazo hazifai kabisa kutegemewa katika kuhukumu watu, miongoni mwazo akaelezea, uh, shuhurati dawa, yani madai ya kutokezea jambo eh, na madai ya, kwaya, ya, ya, kupea, ya kupewa haki bila ya dalili eh, na kuenea. Akatoa katika mifano aliyoitoa, ni huu ni mfano tu, anatoa mfano wa kukadiria <laughs> unatakiwa ukihakikisha kitu hakikisha kwanza vizuri, kisha ataka, ataka, ataka kuitakidi takidi, lakini ujitakidie. Tukufuata watu bila kujua dalili wala hoja, wewe unaangamia. Tena hili kwetu ni sawa, iko kwa upande wa maali au ifai, mtuku, kwa hali na harawani, hata kwetu sisi haifai mtu kwa, kwa, kwa. Kwa kuitakidi kwamba ahlun harawani wapo katika haki bila kujua dalili yake fuari kukundi hapo hautakiwi kabisa. Sa. Sasa mimi nampeleka huyu katika maneno ya shekhe wake Shekhul Islami Ibn Taymia Al Harrani, haya maneno yapo katika juzuu ya tatu ukurasa wa tano wa kitabu chake Minhaji Sunnati Nabawiya. Tazameni maneno haya nayasoma hapa anasema, fa maalumun, basi inajulikanwa vizuri sana anna alladhina qataluhu, ya kwamba hakika wale ambao walimpiga vita vya silaha Imam Ali bin Abi Talib walaanuhu, na wakamlaani wale ambao walimpiga vita vya silaha Imamu Ali bin Abi Talib walaanuhu, na wakamlaani Ali bin Abi Talib wadhammuhu na wakamtia dosari nyingi au wakasema wakamtukana, sawa? So, eh? Imam Ali bin Abi Talib min as-sahabati wattabi'ina, katika masahaba na matabiina. Ibn Taymiyya al-Harrani eh. Huyo anakwambia kuna masahaba wengi na matabiina wengi ambao walimpiga vita Imamu Ali bin Abi Talib na wakamlaani Imamu Ali bin Abi Talib wadhammuhu na wakamtukana wakamtia madosari mengi Imamu Ali bin abi Talib wa ghairihim, na wengineo. Hum alamu, hawa walikuwa na elimu zaidi wa adyanu, na walikuwa wameshika dini zaidi. Min alladhina yatawallaunahu, kuliko wale ambao wanampenda Ali bin Abitalib. Wa yalanuna uthmana, na wanamlaani Uthmani. Yani anakusudia Mashia. Maneno haya ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harran, hasa yeye kama anafuatia mambo ya kutia dosari Imam Ali ibn Abi Talib, basi kwanza aanze huku ajiangalie mwenyewe kwanza. Sawa so, sisi wanavyoni wetu walioandika kuhusiana masoala a masahaba wameandika kiuadilifu, si kwa njia upendeleo. Wameziacha dalili zimpe mwenye haki haki yake na zimweke mwenye batili katika batili yake, bila ya kupendelea sawa. so, kwani Imamu il il il Abu Saidi ni al-Kudami au mwingine yoyote yule. Hadha billahi tawfiq. Ndugu yenu hapa Abu Hamid Hafiz Sawafi, na hii ni haqi kwa dalili. Subhanak allahumma bihamdika nastaghfiruka wanatubu ilaika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Mpaka mara nyingine.